Walikuwa wakati aasema, basi nilipopita karibu nawe nikakutazama, tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo, nikatandika upindo wa vazi langu juu yako nikafunika uchi wako, wako. Naam nalikuwa pia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu, haleluya. Sababu na kitabu hicho utaangazia kitabu kingine kimoja cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili ile sura ya tano na mstari wa kumi na tisa itakuwa inatosha. Vitangu hivyo ni vingi sana. Wakorinto wa pili sura ile ya tano mstari wa kumi na saba Biblia nasema: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Kama unapenda kuandika, unaweza ukachukua daftari lako ukawa na note mbili tatu, na wengine pia ni wataalamu wa kuandika kwenye ubongo wao, ni vizuri sana. Amina, tutaanza na kitabu cha Ezekieli kusoma. Tunaona Biblia inatuonyesha habari za mtu mmoja anaitwa Yerusalem, na Mungu anamtuma nabii wake Ezekieli kwa Yerusalemu, anamwambia huyu Ezekieli ukawajulishe Yerusalemu machukizo yake, lakini ukaona msingi wa kujulisha machukizo yake utatembea katika asili ya kuzaliwa kwake. Kwa nini anataka ajulishe machukizo yake kupitia asili ya kuzaliwa kwake? Utajua kuna kitu basi. Huyu Yerusalemu alikuwa mtu duni hapo kwanza. Huyu mtu anaitwa Yerusalemu alikuwa mtu dhaifu hapo kwanza, alikuwa mtu kwa anayechukiwa na kila mtu alikwani mtu asiyepeneka na mtu aweyete, lakini Biblia inatuonyesha Bwana akafanya jambo na agana na Yerusalemu. Biblia inasema Mungu akamwambia nimefanya gani naye ili uwe wangu. Mungu akamtania mema Yerusalemu baada ya

kufanya leo au nje kutosheleza ni kwa Mungu aliyekuweza na kupata uwezo ule nao ni kwa Mungu aliyekupanguza cha kupata fikra hii zonazo. Kwa ya leo natamani nikueleze habari za asili ya kwako. Ukizielewa habari za asili ya kwako, mtamkimbia Yesu. Kwa ya leo utamwona Yesu ni mtu wa muhimu kwenye maisha yako ya Mkanaani, unaweza ukaanza kujiuliza huyu Mkanaani hapa. Hajatajwa kwa bahati mbaya, hakuna kitu kimetajwa hapa kwa bahati mbaya. Huyu Mkanaani, sifa za Kanaani, wanaosoma bibimeleo, sifa za Kanaani ni watu waliokuwa wanakuwa watu nchi ya Kanaani, walikuwa wanataa ka watu wenye maja mkubwa, watu wenye mpufa, watu ambao chakula chao ni watu wengine

anza hivi hivi hivi, anakujua magonjwa ya kwanisha, anajua upofu wa kwanisha, anajua matatizo ya kwanisha, anakupa kitu kipya, unakuwa mpya kama Biblia inavyosema katika Wakorintho, wanatazama mtu wakiwa ndani ya Kristo, ya kale wamekuta, wamekuwa mapya. Ela umaweza mtu wa Mungu kusimama pale ulipo

Hata tamkinyeno pale ulipo unesu wakutokee. Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya mtovo mwingine na matatizo mbalimbali, asili ya ya moyo wake ukamtokee, ukampe neema, ukafanya ganonayo, ukafanya gano kila movu, ukamfungue ewe Bwana, ukamtoe kwenye uchawi kuwapa asili za bao na mlisifu kwa jioni leo, anatamka neno la Yesu Kristo kwa maisha yako, ukaondolewe kwenye uchawi mwingine. Anatamani kumtoa lakini hawezi. Yesu apo neno na ukaondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Arifu Emmanuel, ni mwandishi wako kutoka kanisa la CAG Tazara Assembly of God. Leo ni siku ya pili ya mkutano wetu. Na niko na wapendwa ambao wamehudhuria kwenye mkutano huu wa leo. Naomba nizungumze nao mawili matatu kuhusiana na mkutano ulikuwaje na mapokeo ya watu wameendaje. Karibu. Niko na dadapa. Dada hapa. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa dada nani? Joyce. Na Joyce unatokea wapi? Zuguni. Dada Joyce, umeonaje mkutano wa leo? Mkutano mm, wa leo ni mzuri sana. Ndio. Kwa kweli tumefunguliwa, kuna watu wanafunguliwa, ndio mm. Kuna wambiaji ambao hawajaweza kufika siku ya leo, nawaambia waje mm. Na siku ya kesho ni siku ya mwisho, tuzidi kutangaziana, tuje mahali hapa. Watu wanafunguliwa sana, wenye magonjwa wanafunguliwa mm. Wenye shida mbalimbali pia wanafunguliwa. Ah, asante sana dada Joyce. Amina. Barikiwe. Amen. Naam, huyo alikuwa ni dada Joyce, ni mkazi wa maeneo haya na kama tulivyomsikia ametoa ushuhuda kuhusiana na mkutano wa leo kwamba mambo yalikuwa vizuri, na niko na dada mwingine hapa mbele yangu, kama nizungumze naye mama wa wili watatu dada. Kwani sasa siwe, amina Bwana, siwe, amina. Habari za uzima? Njema. Si wewe, amina. Unaitwa dada nani? Naitwa Rosemary Subeti, natokea hapa hapa Nzuguni. Dada Rose, unaje mkutano wa leo? A, mkutano wa leo ni mzuri, tunaona jinsi watu ambavyo wamefunguliwa, tunaona jinsi ambavyo Mungu watu wamempokea Mungu hivyo unawaambiaje ambao hawajaweza kufika siku ya, boho, ya leo? Lakini cha kushauri na nini cha kuambia, kwa upande wangu nilikuwa naomba wafike maeneo haya mkutano, kwa sababu uh, tunavyoona jinsi mkutano ulivyo ni tofauti na ambavyo tulivyokuwa mwanzo, kwa hiyo kwa maoni wangu ingekuwa ni vyema kama wangesogea kwa sababu imebaki siku moja tu, mm. ilikuwa ni vizuri kama kesho wangekuja ili waone uponyaji wao. kwa hiyo pia alikuwa ni dada Rose naye tumemsikia ameongea kuhusiana na huyu mkutano. ni pende kukusihi wewe mpenzi mfatiliaji wa televisheni yes. zetu imebaki siku moja tu ya kesho, na kesho utaenda kuwa siku nzuri sana kwa sababu itakuwa ni mwisho wa mkutano wetu, na naendelea kuongea na watu hapa kutokana na watupe wa baadhi ya maoni kutokana u mkutano wameuonaje? Karibu dada. So, amina. Nani annaitwa? Rehema. Umetokea wapi? Metokea Panzuguni. Bi, ulikuwa ulio kwenye mkutano vipi? mkutano ameuonaje? Mkutano ni mzuri hakika. Mungu ametenda hakika. neno la leo likawe njia mm, na ufunguo kwenye maisha ya watu. nini cha kuambia wengine ambao kufika siku ya leo nachoambia baadhi ambao wa hawajafika kesho, waweze kufika, maana ndio siku ya mwisho. Mungu anatenda miujiza katika maeneo haya kanisa ya Calvary, waje waje, wapate baraka na ufunguo wa maisha yao, watoke kwenye asili ya vizazi vyao, waje kwenye ufunguo wa maisha ya Mwenyezi Mungu. Amina, wabarikiwe sana. Amina, asante sana. Naam, huyo alikuwa ni dada Rema. Pia na mimi naitwa Aruthi Wema Emmanuel. Nichukue nafasi hii kukualika wewe mpenzi mfuatiliaji wa chaneli zetu katika mkutano wetu mkubwa wa ijue kweli ili uwe salama. Kama tunavyoona watu wanaendelea kufahamu kweli zao, wanaendelea kufunguliwa na wanaendelea kubaki salama. Nichukue nafasi hii kukushauri wewe usikae nyumbani, karibu uifahamu kweli yako ili uwe salama. Kesho ni siku ya hitimisho, tutaanza saa tisa kamili jioni mpaka saa kumi na mbili jioni. Kutakuwa kuna vitu vizuri sana, na kama ndipo anavyosema kwamba utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko utukufu wa mwanzo. Nipende salama, karibu sana.